heshima ya Tanzania. Kwa nawaomba katika mashindano mtakao kwenda kule Morocco muwe fahari ya Tanzania. Lakini naomba mkaikuze taswira ya Tanzania kama alivyosema mheshimiwa waziri wa mambo ya nchi za nje. E, tutapata nafasi ya kukutana Tanga, Dar es Salaam, tutakuwa tuta na darasa zima. E, nimekwishawaambia wenzangu wizara nataka e, nitakaporudi Taifa Stars siku nzima tutaongea uzalendo. Hataongea siasa, tutaongea uzalendo uzalendo kwa nchi yenu hilo tutaliongea sana, lakini nyinyi kama alivyosema mheshimiwa e, waziri wa mambo ya nje, nyinyi ndio mnayokuza diplomasia ya michezo kwa nyinyi ndio heshima ya Tanzania, na ndio maana e, tuko hapa e, tunapita njia mimi na waziri wa mambo ya nje kwa shughuli nyingine, kuna mikutano inaendelea hapa, lakini tumeona tu, tumeona tuje sasa kwa umuhimu wa michezo hii. E, nilikwisha ni, ni e, mwelekeza na, na, na kibali kimetoka e, delegation ya, ya serikali itaongozwa na kama mnavyofahamu, namshukuru sana mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kunipa manaibu waziri wawili. Kweli ile wizara ni kubwa, ni wizara e, nne ndani ya wizara moja. Kao nimshukuru sana sana sana mheshimiwa rais e, kwa upendeleo waunipa mimi E, e, kunipa manaibu waziri wawili. Kwa hiyo tuna naibu waziri ambaye mmemzoea baadhi yenu meshamfahamu muda mwingi, mheshimiwa Mwinjuma, lakini pia sasa tuna naibu waziri wa pili Paul Christian Makonda, na katika mechi hizi za AFCON huko Morocco utakuwa na mheshimiwa Paul Christian Makonda. Nadhani atakuwa naungana na, na nyinyi muda wowote baada ya tarehe 21 mtakuwa naye katika muda wote wa mashindano lakini Mheshimiwa Rais anawatakia kila la heri, na mimi nimemhakikishia e, kwamba mafanikio makubwa tuliyopata wakati wa chani wote, eh, kuingia robo fainali halikuwa jambo dogo hata kidogo e, hebu, wangapi ambao mlicheza chani mlio kwenye chani? Yeah, ndio ndio ndio, yale mafanikio hayakuwa madogo hata kidogo. Eh, kwa mara ya kwanza tumeingia nini robo fainali, na hilo sio jambo jambo dogo. Kwa hiyo hata huku tunatarajia mafanikio